Unahubiri. Sasa kama nahubiri vi na, na kuna mwanaume mwenye ananunua sina uhubiri mama. Kwa nini wa tukaa ono, huko Hindi. Huko Hindi. Baki kwa nini unaingilia Biblia wee, toka uende huko Hindi, wacha waika huko Hindi baki niona wanasimama huko Hindi in hapa na jeza jeza na mapepo. nilimwambia wa mama nitoe watu madawa, basema hapana, uombe madawa sababu watu, madawe, watu baende

Yesu asifiwe. Mmoja ni mimi. Hata mimi Mungu alitoa tu kwa anitoatupauku kama si Mungu nilikuwa wapi? Yesu asifiwe. Nani yuko na haja na mimi? Okay. Okay. Okay. Yesu asifiwe. Yeah. Yeah. Omwani afume. Yeah. Yeah. Omwani afume. Yeah. Yeah. Yeah. Usame Mungu amusame